Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imetangaza mabadiliko ya ratiba ya uchaguzi wa madiwani katika kata ya Mindu jimbo la Morogoro Mjini, kata ya Mzinga jimbo la Kivule, na kata ya Kirua Vunjo Magharibi jimbo la Vunjo. Uamuzi huo umetokana na vifo vya wagombea watatu waliokuwa wakiwania nafasi za udiwani katika kata hizo. Taarifa iliyotolewa leo Oktoba 24, 2025 na mkurugenzi wa uchaguzi wa INEC Ramadhani Kailima imeeleza kuwa kwa mujibu vya vya wa vifungu vya sheria vya uchaguzi wa rais wabunge na madiwani ya mwaka 2024, uchaguzi katika jimbo hilo ulisitishwa rasmi Oktoba 21, 2025. Taarifa hiyo imebainisha kuwa fomu za uteuzi katika kata hizo zitatolewa Oktoba 28, 2025 hadi Novemba 3, 2025. Wagombea udiwani wa Chama cha Mapinduzi CCM, Chama cha The Civic United Front CUF na chama cha ACT Wazalendo. Baada ya uchukuaji wa fomu hizo siku hiyo ya Novemba tatu, kutafanyika uteuzi wa mgombea kupitia vyama hivyo. Kulingana na taarifa hiyo, kampeni za uchaguzi wa madiwani katika kata hizo zitafanyika kuanzia Novemba 4, 2025 hadi Januari 4, 2026 na uchaguzi kufanyika siku Jumatano Januari 5, 2026. Aidha, tume imefafanua kuwa uteuzi mpya hautahusisha mgombea mwingine yoyote aliyeteuliwa kihalali katika uteuzi uliofanyika awali isipokuwa kama atatoa taarifa ya kujitoa. Wagombea hao waliofariki ni pamoja na Hamis Muhamedi Msasa wa ICT Wazalendo, alifariki Oktoba 17 2025, Rashidi Abdala na Ndonde wakafu Oktoba 19 2025 na John Boniface Kesi wa CCM aliyefariki Oktoba 21 2025. Aidha, tume imevikumbusha vyama vya siasa, wagombea na wadau wa uchaguzi kuendelea kuzingatia katiba ya Tanzania, sheria za uchaguzi, kanuni, maadili, taratibu, miongozo na maelekezo yatakayotolewa na tume katika kufanikisha ratiba ya uchaguzi husika. Taarifa hii ya INEC inakuja ikiwa zimebaki siku tano pekee zoezi la upigaji kula kuchukua nafasi yake ifika hapo Oktoba 29, 2025. Nukta TV.